Hapa tuna transformer ya MVA 60. Mipango ya serikali ya muda mrefu ni kuhakikisha kwamba tunaongeza uwezo wa substation hii kwa kuweka transformer nyingine ya MVA mia moja na ishirini ambayo hiyo itakuwa imeongeza kapasiti ya upatikanaji wa umeme katika wilaya hii ya Kigamboni. Transformer kwa mujibu wa shejo ya kazi iliyokuwa hapa itakuja na kukamilika mpaka mwezi wa tatu mwaka 2026. Wana Kigamboni wanataka umeme wa uhakika sasa. Kwa hiyo tumekubaliana na wenzetu wa Tanesco ndani ya wiki tatu watahakikisha line inakuja moja kwa moja kutoka Mbagala kuja hapa kuongeza capacity kwa wananchi wa Kigamboni. E, imekuwa ni ziara nzuri yenye mafanikio na tumesikiliza maelekezo yake sisi kama Tanesco e, kwanza kabisa tuna yachukua ma, maelekezo yake na tutahakikisha tunayatimiza kwa muda ambao ametupangia ndani ya wiki tatu, kazi zote hizi za kufunga ma transformer kuondoa low voltage na kuleta megawati 22 e, kutoka kwenye mikoa jirani ili kuweza kuimarisha upatikanaji wa umeme katika mkoa